Mabibi na mabwana, hamujambo? Acha niwakaribishe katika uwanja huu, uwanja wa chano yangu ambayo inaitwa Tunza Silaha. Ivi sasa, ningependa niwaelezee, niwaelezee ama niwafafanulie methali ambayo ni ya Kiswahili. Ni methali ya Kiswahili ambayo inatumiwa kumshauri mtu fulani, na kwamba mnajua kuwa kila wakati methali za Kiswahili hasa za Kiswahili zinashauri watu, zinatoa tahadhara ama zinawaonya kufanya jambo fulani na kuepuka jingine baya. Aa, na ndio maana leo nimeamua kuwaelezea methali moja ya Kiswahili. Nitaeleza nikihusisha na utamaduni wa Waswahili kama lugha inavyoonyesha kuwa ni Kiswahili Methali hiyo ambayo nataka niwaelezee sasa ni methali ambayo inaitwa usiache mbachao kwa msala upitao, usiache mbachao kwa msala upitao. Upitao ni methali ya Kiswahili ambayo hasa inatumiwa na wanalugha ya Kiswahili pia na wazao wa hapo Kiswahilini. Si hivyo tu, bali methali hiyo ilivuka mipaka na watu wengine ambao si wazao wa Kiswahili wakaitumia kwa kuwa waliona kwamba inaonyo inaonyo fulani ndani yake. Uh, kwa hivyo methali hii usiache mbachao kwa msala upitao pia inatumiwa hasa katika utamaduni wa Wanyarwanda. Uh, ni vigumu kuona methali ambayo inafafanua pamoja na hiyo ya Kiswahili ambayo inasema usiache mbachao kwa msala upitao, lakini kuna wataalamu wa lugha ya Kinyarwanda ambao wanaweza kuhusisha wakakuta kwamba kuna methali ambayo inaweza kulenga sawa na hiyo ya Kiswahili, lakini kama maonyo. Na katika lugha ya Kinyarwanda maonyo ya methali hiyo yanapatikana ya, karibuni sana chano yangu inaitwa Tunza Silaha. Unaweza kuingia ukabonyeza subscribe, ukabonyeza like, pia na na ukawashirikisha wenzako ili waweze kupata ujumbe uliomo methali hiyo. Nikianza na kuwaelezea jinsi ya kufafanua methali. Kama mnavyojua, kila methali inafafanuliwa kimaudhui na kifani. Tunaposema fani, ni umbo la nje Yani kuna maneno ambayo yanaunda methali hiyo. Maneno hayo yana maana fulani. Maana ya maneno hayo ambayo yanaunda methali ndiyo tunasema ni umbo la nje, na maneno ambayo yanaunda ma, maneno yanaunda methali hiyo ya nje tumesema kwamba ni, ni, ni umbo la nje. Hapo ukifafanua maneno tu ukifafanua maneno yanayounda methali hiyo utaona kwamba umefafanua, umefafanua upande mumoja, yani umefafanua umbo la nje la methali, umefafanua maneno tu, lakini hujaeleza ujumbe uliomo. Uh, sehemu ya pili ama upande wa pili methali inafafanuliwa kimaudhui. Tunaposema maudhui ni ujumbe au meseji ambayo inapatikana katika methali hiyo, ni mafunzo ya methali. Je, methali hii inatufundisha nini? inatuonya nini? Kwa hivyo, nitafafanua methali hii, nikaanzia kwenye fani na nimalizie kwenye maudhui. Niwakumbushe kwamba methali ambayo nitawafafanulia inaitwa usiache mbachao kwa msala mba upitao. Kwanza, kuna sehemu ya kwanza ya methali ambayo inasema usiache mbachao. Kama mnavyojua mbachao, uh, ukijaribu kufanya utafiti, watakuambia kwamba mbachao, neno hilo mara kwa mara hutaliona, watakuonyesha mbacha, na mbacha ni mukeka, ni mukeka ambao ulitumiwa zamani na ukafika kwenye kiwango cha kupoteza umuhimu wake. Yaani, kuna watu ambao watakwambia kwamba mkeka huo umezeheka, lakini sijui mkeka nao unazeheka. Lakini mbacha ni mkeka, mkeka ambao ulitumiwa zamani, na jinsi ambavyo siku zinapita, mkeka huo uh, una, unapoteza wakati wake kutokana na, na uwingi wa siku ambazo mkeka ulikuwa unatumikwa huo tutasema ni mbacha au useme mbachao, hakuna shida. Kwa hivyo tumeishaona maana ya mbachao. Usiache mbachao, mkumbike kwamba methali inasema usiache mbachao kwa msala upitao. Hiyo ukisema usiache mbacha hao, wanakuambia usiache huo mukeka ambao ulitumikwa sana. Uh, sehemu ya pili inasema kwa msala upitao. Tukisema msala, hasa hasa wale waumini wa dini ya Kiislamu wanaielewa vizuri. Msala nao ni mkeka, lakini mkeka ambao unatumiwa yani ni mkeka ambao unatumiwa hata na siku za sasa. Mara nyingi unatumiwa na Waislamu kupiga dua ku, ku, kuomba Mungu wao, acha niseme kama hivyo, lakini samahani kwa Waislamu ikiwa nimekosea, lakini musala ni mkeka ambao unatumiwa na Waislamu kusali. Waislamu wanapenda kusali, wanatumia huo mukeka. Uh, huo mukeka unaitwa musala katika dini ya Kiislamu na tumeshafananisha kwamba kuna mbachao na musala. Kwa hivyo mbachao ni mkeka ambao hautumiwi kwa sasa kwa sababu lishazeeka na musala ni mkeka ambao unatumiwa kwa sasa, ungali na umuhimu wake. Kwa hivyo wanaposema usiache mbachao kwa msala upitao, watakuwa wanakuambia usiache huo mkeka ambao ulizeheka, ili upate musala huo mpya ambao unatumiwa kwa sasa. Kwa hivyo hapo ni kwenye fani, nimeshafafanua methali kwa umbo la nje. Yaani wanasema usiache mkeka uliozeheka ili upate msala au upate mkeka mpya ambao unatumikwa kwa sasa. Kwa hivyo basi, nihusishe na utafiti ambao uliofanywa na wataalamu mbalimbali. Wanaonyesha kwamba kuna kifaa, kuna kifaa fulani ambacho kinatumiwa baharini kifaa fulani ambacho kinatumiwa baharini mara nyingi kusafirisha wasafiri. Mnajua kwamba iwapo mtu ana safari ya kupita baharini, kuna vifaa ambavyo anavitumia kama jahazi na meli na kadhalika. Kuna kifaa ambacho kinaitwa ngalawa. Ngalawa nacho ni kifaa cha zamani ambacho kilikuwa kinatumiwa kusafirisha wasafiri katika bahari na takriban siku zilivyoendelea, uh, jinsi siku zilivyoendelea zilivyosonga mbele, ngalawa hiyo ilionekana kwamba ni ya zamani, na teknolojia ikaamua kutengeneza vyombo vipya, vyombo ambavyo ni vya sasa, acha niseme vya sasa, kama meli pamoja na jahazi, ili visafirisha wasafiri. Kwa hivyo ngalawa hiyo ikaonekana kwamba imepoteza wakati wake ika, ikaonekana kwamba siyo vizuri kutumia ngalawa, iwapo tuna nini, iwapo tuna meli na jahazi. Kwa hivyo kuna watu ambao waligoma wakaendelea kutumia ngalawa, na iwapo waliona wasafiri wengine wanatumia meli wakasema, je, wale wanatumia vyombo vyombo vya zamani, wanatumia vyombo vya zamani, hawajui dunia ya kisasa, hawana ustaarabu fulani. Lakini hao ambao wanatumia ngalawa wakasema, hatuwezi kuwacha ngalawa yetu ili tushike meli. Ni vizuri tuta tutatumia na meli, jahazi na nyingine, lakini na ngalawa yetu itatumiwa, kwa kuwa kuna watu masikini na wengine ambao ni tajiri. Kwa hivyo watu hao wote wanaweza kuchagua kifaa kimoja ambacho wanakipenda. Huo ni utafiti ulikuwa unafanywa ukirenga hii methali usiache mbachao kwa msala upitao, na hiyo ngalawa ilikuwa inafananishwa kama mbachao, ule mkeka ambao ulizeeka ulipoteza wakati wake, na meli pamoja na jahazi ikafananishwa na nini? Na msala ule mkeka mpya ambao unatumiwa hata kwa sasa. Kwa hivyo hiyo ni maana ya nje, ni fani ya methali ambaye nasema usiache mbachao kwa msala upitao. Nishike kwenye maudhui, umbo la ndani, kwenye maudhui ya methali hii, maudhui ni kama funzo, ni somo. Mtakisema usiache mbachao kwa msala upitao ni sawa na kukuambia usiache kitu cha zamani ili upate kitu kipya ambacho unaona kwamba ni kama chenye ustaarabu fulani. Usiache kitu cha kulicho kunatumia zamani na ushike kingine kipya, yaani vyote vina umuhimu. Mfano mwingine ulitolewa kuhusu wanaume na wanawake wakiwaonya, unapotaka kumuonya mwanamume napata kumuonya mwanamume hasasa, kwa wale ambao walishaolewa mwanaume na mwanamke, wale ambao walishaolewa ambao walioana, unaweza kuwaonya ukamwambia mume, usiache mke wako wa zamani ili upate mke mwingine mpya wa sasa, wa kizazi cha sasa. Huyo wa zamani ana umuhimu, asiku asi asionekane kwamba anadharaulika ama anazeeka, ili uende kumuoa mwana mke mwingine. Hivyo hivyo na kwa mwana mke wakamuonya, usiache mwana mume wako wa zamani ili upate mwanaume mwingine mpya wa sasa. Kwa hivyo wanapokuambia usiache mbachao kwa msala upitao, hapo atakuwa anakuambia usiache kitu chako ulichokuwa nacho kabla na ufuate kingine ambacho unaona ni cha sasa, ufuate kingine ambacho hujui hata na, na maelekeo yake. Wanakuambia shikilia ulicho nacho kuliko kukimbiana na kila ambacho si chako. Kuna watu ambao mara nyingi wakinunua mavazi mapya, yale ya zamani wanayatupa, wanayatupa jalalani hapo sio vizuri, mana hayo mavazi yako ya zamani unaweza kuyatumia, ukitumia na hayo mapya. Kwa hivyo, usiache mbachao kwa msala upitao, ni kama kukuambia usiache kitu ulichokuwa nacho ili ufuate kingine ambacho hujakipata, na hata ikiwa umekipata, usiache hicho ulichokuwa nacho ikiwa hicho ulichokuwa nacho hakina ubaya wowote kwako, ikiwa hakiwezi kukuharibia maisha au maendeleo, unaweza kuvishikilia vyote, ama ukashikilia hicho ulichokuwa nacho. Hayo ni maelezo ya methali isemayo kwamba usiache mbachao kwa msala upitao. Na wapenda sana, maoni yenu yanahitajika. Ukiwa na nyongeza, ukiwa na jambo la kuongeza kuhusu maelezo haya Unaruhusiwa kuingia katika kometi ukaandika kometi yako, unaruhusiwa kutoa maoni, kwa kuwa elimu ni bahari, elimu haina kikomo, haina mwisho. Tunasoma, tunajifunza, tunaona, tuna ubuzavu na nyinginezo kila siku. Kwa hivyo, ikiwa una maonyo, ikiwa una maelezo mengine, ikiwa unanyongeza, usisuse. Usisuse, wewe bonyeza hapo katika comment, utuambie maonyo yako. Kingine, ikiwa una methali ambayo ilikushinda kuieleza ama kuielewa, bonyeza hapo katika comment uandike hiyo methali, uniombe kukuelezea methali. Hapa tunaeleza. Fuata Tunza Silaha, bonyeza subscribe, like na comment. Pia usisahau kushirikisha rafiki zako. Nawapenda sana Karibuni kila siku, fuata YouTube channel hii ambayo inaitwa Tunza Silaha, utafanikiwa sio kufanikiwa.